Nazungumza na nyie kama vijana wangu wa bajaji. Nataka kupita kwenye makundi yote, bajaji, boda boda, nitafika boda hadi pale sokoni kwa wale wa mama zangu wanauza mboga mboga, buta, watu wa malori wote nitapita ndio. Lakini mimi kama kamanda, nyie ni wadogo zangu si ndivyo? Na mimi ni mlezi wenu kama ilivyozungumza tokea awali. Nikiangalia Njombe, ni eneo ambalo ni la kishughuli za kibiashara. Ombi langu kwenu, si ndivyo? tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi tulikuwa tuna uchaguzi hapa Njombe, hazikutokea vurugu kutokea nini? Naombeni tuendelee kudumisha amani ile litaka bajaji wote ndio. Tuingie kufanya nini? Kazi. Ukiona gari ya polisi inapita sio kwa sababu yako wewe, ndio kwa sababu ya huyo ambaye atakuja kuchochea. Kwa hiyo nilikuwa naomba wale ambao watakuwa wanakuja kuwachocheeni muingie kwenye vurugu, tuwakatae. Nimewapenda sana bodaboda wa Makete. Alifika mtu kutoka mkoa wa jirani, sitaki kuutaja akaja kwa ajili ya kuwashawishi, si hatukupeleki wapi polisi, polisi, polisi, polisi, ila tunakurudisha ulikofanyaje? Ulikotoka kwao. Akampakiza kwenye pikipiki yake, wakawambia washa, akawasha. Haya, ongoza, akaanza kufanyaje kuongoza, na wenyewe wakimfata wapi? Nyuma. Wakahakikisha waka wamemfikisha hadi kule Kitulo, wakamwambia nenda kwenu. Kawape habari kwamba sisi watu wa Makete hatuhitaji ujinga huo. Siku ya tarehe ngapi? Tarehe tisa. Sasa na sisi tusihitaji ujinga huo. Kama kuna mtu anashawishi, tupeni taarifa mapema ili tumhoji ametumwa na nani? Yeah, nyie ni ndugu zetu. Yeah, kwa nini tuumizane? kama tarehe tisa ni siku ya uhuru, si ndivyo? Ndio basi tusherekee uhuru wetu wa Tanzania tuliopata mwaka elfu moja mia tisa sitini ngapi, sitini moja, si ndivyo? Ndio, lakini tusiingie kufanya vurugu. Kama kutakuwa na utaratibu uliowekwa na serikali ukaongozwa na serikali, sisi jeshi la polisi tutafanyaje? Tutausimamia, sawa, hatutopingana na maelekezo ya serikali lakini kama kutakuwa hakuna maelekezo sahihi, ni waombe tu sisi, siku ya tarehe tisa tuingie barabarani tuingi kwa, kwa ajili ya kufanya kazi. kwa majina anaitwa Gabriel Filimon Ngoda, ni mkazi wa mkoa wa Njombe. Binafsi na shauri, naomba vijana tufanye kazi, tuachane na haya masuala ya mitandaoni udumisha amani ya nchi yetu. Amani ni bora kuliko kitu chochote. Asanteni. Naitwa Msafiri wa mali, ni kiongozi wa mabajaji, ni katibu. Sisi tupo leo kwenye kikao hapa kutokana na changamoto ambazo zinatukabili. Tunachoshauri kama viongozi kwa wananchi wangu, kwa maana mwisho wa siku, tudumishe amani yetu, tufanye kazi, tusishawishike na mtu yoyote, kuweka mambo sawa ya mkoa wetu, kwa sababu huu mkoa ni kwa ajili ya biashara, sio kwa ajili ya maandamano. Kwa hiyo, hilo nawasii ndugu jamaa na marafiki, pamoja na madereva wetu wote, wakawawa wajumbe kwa wengine pia, kwamba tufanye kazi ili maisha yetu yaendelee kuwa hai wakati wote so,